Hao eneo. Mnataka sisi tuwanyang'anyeje? Ah, amna mimi hiyo naikataa. Kwa kweli kaka yenu kauza. Ni dokumenti yako. Ah, hapana, mimi nakatai, kwa sababu kaka yenu na nyie mmeuza na nyie mmeuza maeneo mengi na yeye kauza hilo, sasa hao tunawahukumuje, tuwanyang'anyeje hao? niye mngekuwa mmeweka utaratibu wa familia Mekina kwamba kila anayeuza mnakaa pamoja. Au jamani, mimi nakosea? Kwa sababu ni eneo zaidi ya heka 800 wameuza. Sasa leo huyu hapa mama naye kanunua kiharari nane, umekiri kamuuzia. Sasa nyewe mnataka DC, mimi nije nimnyang'anya huyu mama, wakati nyewe eneo lote mmeshakatiana we, zaidi ya miaka ishirini mnakula, mnaenda, ile naisha, mnakuja, mnakula, mnaenda. Mnaona mimi nilivyosikia mmezuruga, nikasema mimi hata ingekuwa tungekuja heka 800 zote mungekaa upande. Kwa mfano sisi Baba yetu alikuwa na ng'ombe zaidi ya 800. Kila mtoto alipewa ng'ombe kumi na tano. Sasa wewe unakula chako umemaliza, amkaye utaratibu mzuri, nami nawaambia sio kama na warani, hii rani ya baba yenu itawarani, kwa sababu baba yeye aa ayo mashamba angekepo angekuwa ameshauza msingi ya kuta. Rana ya baba yenu itawamaliza, mtauziana mpaka nguo kwa sababu gani? Heka mia nane hapa Dar es Salaam ungekuwa mabilionea. Lakini mnauza mekura mekura mekura mekura eh, eh. Aturudi kwanza lisa, kwenye ile la mama eh. Abu hajaleta maaiika akachomekea ayakae pa, si tumekuja kwa ajili ya ye, akaja akasema ana shida yake. Tu, tuko kwenye ishu ya hawa. Hii abu tumechomekea tu kwa sababu l udirikwa Kitupa ni mtu yetu. Ha, wa pembeni jirani mna ha, uhusiano wa undugu wote. Kitupa uzua na nani? Kitupa wao wanasema wao ndo aliwauzia sisi. Kitupa alimuuzia na, alimuuzia nani? nani? Kitupa eh, kaka yetu sisi anaitwa eh, Mohamed Mwamelisa eh, ndo eh. alimuuzia mitupa Kitupa, alimuuzia Kitupa, alimuuzia mkina Bikina eh. eh. yeye alionunua eneo, alionunua, alinunua kwa Mohamed ambaye ni eneo la familia. Aliuzwa, a wanasema wameuzwa na Kitupa wakati Kitupa na na sisi, mama nani? mimi nimeuziwa na Mwandele na Saidi Maganga kwa sababu wao katika lile eneo la Kitupa hizo heka ishirini wao waliponunua wakalipima. Kwa hiyo mimi waliniuzia viwanja vitano, mm, kwenye hilo eneo sasa. tulivyopewa tukamilikishwa ardhi tukachukua hati, na hati hawa, mnazo? mimi hati ninayo, nyie mna hati? Sisi hatuna hati. Mnaona, ulishindwa kuuza viwanja 10, viwanja familia ndio mngetengeneza, mngekuwa hata nani? Kaka ani kakaino amefariki